Unajua kwa nini najua maombi hayauzwi? Kwa sababu aombaye hana chochote anachoweza kumfanyia aombewaye. Mwenye kuweza kufanya kitu ni yule tunayemwomba Mungu.